Unapokutana na Allah umemkosea, inna allah ghafuru rahim, anaweza kukusamehe kwa sababu ni mwingi wa kusamehe. Lakini ukimkosea mwanadamu mwenzako, hapo kuna kazi, kwa sababu siku ya Kiyama itabidi umlipe. Na je, wakiwa wengi? Unakuwa muflis. Atadhuruna manil muflis, unamjua muflisi ni nani? Masahaba alisema

Muflis si mtu ambaye hana hela, ni mtu siku ya kiama amekuja ibada zake mzuri, kaenda haji eh, anafunga saumu ya fardhi na sunna, anatoa zaka, lakini alidhulumu wanadamu, kamtusi huyu, kampiga yule, kaiba mali ya yule, kamwandamaini ka, ka yule vitu vidogo vidogo hivi, siku ya kiyama kila aliyekosewa anakuja kuchukua hasanati, wakachukua za sala zikaisha, saumu zimeisha, bado kila mmoja analalamika. Zikimalizika na kuna watu wasema, huyu pia alinidhulumu, alifanya dhuluma kwangu. Huna kitu, anaambiwa yule mtu, una dhambi ndio haya, bwaga kwa huyu, thumma yutrahu hii ndiyo khatari ya maisha sasa. Huwezi kuepuka hili la kumes katika maisha ila uibebe hadithi hii ubebe wasia huu, ittaqillaha haithuma kut mwogope Allah popote pale utakuwa, kwa sababu Allah yu wakuona. Watawakal ala alazizirrahim, aladhi yaraka hina taqum wataqalubaka fi sajidin. Huyu ndiye wa kumwogopa, na sikuogopa kiwadui, ni kuogopa kuvunja uhusiano katika maisha yako.